na watazamaji wa Masters TV. So, kwa mara nyingine tena nimeshika maiki, mtu ambaye labda alikuwa amepotea sana kwenye game. Watu wengi wanatamani sana kuniita T, lakini jina langu kwa urefu wake naitwa Tunza. Amos ni baba yangu, nyuma ya kamera iko Isaac Kabaisa. Huyo ni mtu wangu wa maana sana. Leo nimekusogezea topic ambayo itakufanya wewe ujifunze mengi na upige hatua utoke hapo ulipo, ufike hadi hapa mimi nilipo. So, ambatana nami mwanzo mwisho wa kipindi hiki. Nikusi tu ili uwe wa kwanza kupata mambo tunafanya vibaya au tunafanya vizuri. Ambatana nami mwanzo hadi mwisho. So, ningetamani mtazamaji wa Masters TV akujue. Ya, yeah. Kwanza niko poa, alafu kwa majina anaitwa Bright. Bright. Yeah. Okay, Mr. Bright Bright wewe ni nani? Ah, mimi ni mwimbaji pia pia e, fundi cherehani vile vile kama hivyo. Eti ni mwimbaji pia ni fundi cherehani, so wewe ni mwimbaji, unaimba gospel au ya? Mi naimba gospel. Yeah ina maana wewe ni Mkristo kabisa, vizuri, ubarikiwe sana. So nitauliza kwanza hapo kwenye uimbaji pia nitaenda kwenye fundi cherehani, lakini nataka kwanza nijue kuhusu uimbaji. Ili kuwaje, kuwaje tu ukatamani kuimba, ukawa mwimbaji, ukaona kumsifu Mungu kule kwa kwa hivi? So vizuri, ubora nikamsifu kwa kuimba, ili kuwaje? unajua Ha, Mungu nata, anataka, anataka sifa. Yani nachokijua nacho, Mungu anapendaga sifa, si ndio? Kwa watu tuka msifu, sisi wote kwa kwa aina moja. Kwa wapo watakao msifu kwa kucheza, kwa kupiga gita, na kuna ndugu zetu na sisi ambao lazima tuimbe kwa... Mbarikiwe sana sana, mko vizuri. So, unaimba gospel mpaka sasa hivi, tukisema eti tumtafute mister hapa, tunakupataje labda Uh, mi mnaweza mkaandika pale kwenye YouTube, uh, ya Mungu Bright afu then mnaweza mkaona kazi zangu pale. Okay, ya Mungu Bright. Ya Mungu Bright ni mwimbaji ambaye anajishughulisha na mambo ya gospel. So mpaka sasa hivi tuseme Yaani, kuna kitu gani kilichokushawishi tuseme, ukiachana na mambo ya Ukristu, kusifu kwa namna hiyo ya uimbaji? Lakini kuna uimbaji wa mtu fulani, unaweza ukamgusa mtu mwingine, hadi mtu ule akatamani kuimba. Wewe ni kitu gani kilikushawishi mpaka ukajisikia kuimba? Ah, cha kwanza mimi maswala ya kuimba ni, ni vitu katika vitu ambavyo navipenda kabisa, yani vipo ndani yangu tangu totoni. Napenda tu kuwa mwimbaji si ndio? Alafu nilikuwa napenda kusikia wengine wanaimba, yani kwanza nilikuwa msikilizaji kusikiliza wengine wanavyoimba si ndio? Uh, then nikajikuta na mimi ndio hivyo, kwa sababu ni kitu ninachokipenda, nikawa na mimi uh, nataka kile kitu kukiishi. Unaona? Hasa kwa sababu nilikuwa kwenye makwaya makwaya nini, nikajikuta umo umo na mimi bimeanza hivyo vimeanza kupanda nikaanza kuimba tegemea Okay, ulisema wewe ni mshonaji, so tunaweza tukaongelea ushonaji. Na wenyewe ulitokaje? Labda uliona kwenye kuimba au akuingizie kipato ukaona bora urahisishe pale unapata bukubuku -buku, au ulipenda na? Wanajua, kwenye unajua, kwenye kuimba sio kwamba ndio tunaimba ili tupate hela hmm. Kuna, kuna wanaoimba ili wapate hela hmm. Kuna wanaoimba kwa kutuma kama ujumbe fulani, si ndio? Kwa sababu wote awatakiwa kuelewa kwa sababu nahubiri, e, kuna wengine wanatakiwa waelewe kutokana na uimbaji, si ndio mm -hmm. Sasa mimi simbi ili nipate hela e, hiyo e, ni e. Uimbaji sio, niseme sio kazi ya kibinadamu, kwa sababu hakuna mtu anayenipa mshahara mm -hmm. E, ila ya kushona tunamalizana, lakini ya uimbaji ni meseji naituma kwa yote atakayesikiliza, si ndio? Kwao haijalishi amenipa hela au hajanipa, lakini atasikiliza, anaruhusiwa kusikiliza, si ndio? Lakini kushona, yani haijalishi wewe ni ndugu, utanipa hela, kwa sababu ninafanya kazi. Pia hata kuimba kunalipa, kwa sababu kule unaenda kumpa ule bwana YouTube. YouTube kule anakuhifadhia, mwisho wa siku atakupa mshahara, si ndio? Kwa hiyo usitudanganye hapo eti unafanya hii ni kazi, unafanya ile mradi, lakini naelewa njia za kutafuta hela usitudanganye. So, tunaenda kwenye ushonaji. Unashona nguo za kike na za kiume au ni za kiume tu? Uh, zote nashona mm. Okay. Nitakuuliza swali moja ambalo linahusu sana wanawake. Baadhi ya wanawake wengi wanapenda kuvaa mavazi ambayo wewe uki, mwenyewe ukiyashona, tunasema yamekaa, sijui yako vizuri. Wewe unayasifu, E, na watu wengine wanayasifu na yeye mwenyewe atakayevaa anasifu, lakini kuna wale watu wengine wakitazama, wanaona kwamba hawajatenda yani, kitu ambacho kiko sahihi. Mfano, anashona gauni ambalo litakuwa ni ndefu na mpasuo kuanza hapo chini hadi kwenye paja huko, ila ni ndefu lina mstiri. Shida inakuja hapo kwenye mpasuo. We kama mshonaji <laughs> sisemi ati ukisema tu washauri wateja ndo washindwe kuja. unashauri nini kuhusu wao dada zangu wanaovaaga hivi? Ah, cha kwanza unajua, mtu huwezi kumshauri kwa humjui, umeona mm -hmm. Alafu watu wamekula mazingira tofauti sana, kwa hiyo ukienda kumshauri ni sawa sawa unampangia aishije. Mimi ninachokitaka tu ni kazi, umeona mm -hmm. Hata ukiniambia kwamba nataka unetee nguo ambaye haina zipu haina mpasuo, wewe niwekee tu hiyo kama gunia mm -hmm. ni wewe, si ndio? Sasa ukiniambia ni kushonee hivyo, alafu nikaje nikaka vitu vingine ambavyo hujataka wewe, na maana huwezi kunipa hela, si ndio? Sasa akija kaniambia kwamba nishone hii nguo ambayo ina mpasuo, si ndio, mimi tamshonea kama alivyotaka. yeah. Hivi katika ushonaji kuna staili mbili za kushona, hiyo ya mtu anataka tu nguo ili mradi isio na zipu isio na mpasuo, na kuna mwingine anakuambia zipu baba ishie sehemu fulani, mpasuo uishie sehemu fulani. Katika tasmini yako ya ushonaji unaona ni ushonaji upi ulio bora na unapendwa sana na watu? Watu unajua, uh, hivyo ni vitu vili tofauti. Ina maana kwamba kuna nguo ukiishona, ndio ni nzuri, inamstiri mtu, lakini bado ataonekana kama ana mwonekano wa elfu mbili yani, sijui niseme mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa huko sasa kuna mishono mingine akiivaa mm. hata kama ni, ni, ni, ni, ni mbaba au mama amezaliwa sabini na mbili mm. ataonekana mtoto elfu mbili okay. <laughs> kwa hiyo sasa watajua kwamba ule mshono aliyovaa ni wa kisasa, unaona. Sasa tuseme hiyo mishono inakuwaga wao wanasemaga wa, wa, wa kama ni ya kisasa, lakini mishono ni mishono tu, mm. yeah, mishono, mishono. ila unaona kabisa, mimi kwa upande wangu wa mimi Bright naweza nikashona hizi nguo za ambazo hazina zipu aziana mpasuo huwa hazinipi soko, lakini nikishona hizi ambazo zinaacha vitu vingine wazi, mfano kifua, mgongo, mapaja yanabaki wazi, unaona vile vitu vinakuwa vinavutia wateja wengi watakuja, si ndio? Ni kwamba asilimia ya tuseme kama asilimia sabini mm -hmm. au sitini hivi, eh, wateja wengi wanapendaga hivi vitu vya kisasa, so ukiwa na wewe fundi wafundi cherehani, si ndio? Afu ni nguo natakiwa, na wewe ujifunze kushona vitu vya kisasa ili upate watu wa kisasa, kwa sababu kiendelea kwamba mimi nitasimamia hapa kwanza niweke dini, haitakiwi weke hichi weke hichi, unaharibu kazi. mm. ya yeah. ni sasa, na na wewe hapo unavyonioji, unaweza kunioji mimi si mwana gospel. mm. kesho kama moji msanii ambaye anaimba nyimbo za kidunia. Kwa ni kawaida, ni kazi yako tu yeah. Okay, vizuri. Kwa hiyo watu tunapendelea sana vitu vya kisasa wapo. Uliposema kwamba kuna mishono ya kisasa ndo nakuwa sielewi, ina maana hata yale magauni ambayo yalikuwa yana zipu yana mpaso yalikuwa ni ya zamani, sasa hivi tunakuwa na yale ambayo yana mazipu yana mpaso. Yani nafikiri tuseme akiachia hapo, kila mtu anasema sara sara ukisikia <laughs> -uki, wanasema leo msomo watoto elfu mbili, wewe unaelewa nini? Sio watoto wa elfu mbili, mimi sijaelewa kitu. Najua tu ni watoto waliozaliwa mwaka elfu mbili, basi ni hivyo, na mishono ile ilizaliwa kuanzia elfu mbili kuja mpaka hapa eh. e. <laughs> ila maana kuna watoto wa elfu mbili na kuna mishono ya elfu mbili, si ndio? Okay, vizuri. Kwa hiyo mwaka wa elfu mbili ndio ulikuja na mishono mipya. Unajua, kila niseme kama kila generation ikipita inaenda na vitu vyake, japokuwa kuna baadhi vinabaki ka eh, kama kama nini, wanasemaje? Kama nini sijui, wanasema kama nini, tutaacha. Na inaona vinabaki mm -hmm. kama kumbukumbu, si ndio? mm -hmm. lakini hawezi wakabezi sana na hivyo vitu watabezi na vinavyotoka sasa hivi. Kwa hiyo sasa watu hawezi wakabezi na hivyo vitu, watakaa wanajua kwamba hiki kitu ni, sio hiki kitu ni, ndio. mm -hmm. lakini hawabezi sana na hivyo vitu, wanaangalia vinavyokuja sasa hivi vinakujaje? Okay, unasema wanaangalia vinavyokuja sasa hivi vinakujaje? zamani hapo enzi za mababu mababu zetu walizoea sana kuvaa suruali naona ambazo ziliwastiri vizuri, japokuwa kulikuwa wengine, na wale wengine ambao walikuwa navaa suruali zingine hatuzielewi sawa, tunakubaliana ni kile kipindi kile. Sasa hivi elfu mbili inakuwa ni adimu sana kijana kuvaa suruali ambayo imeanzia kwenye jicho la, la mguu inakuwa ni adimu watu wengi wanavaa suruali ambazo zinadoda, so wengine wanavaa kabisa ka, yani hawataki kuvaa suruali, wanakwambia mi suruali hapana, labda nivae pensi. so unawashauri nini watu kama we, wakivaa pensi wao utapata wateja. Unajua hivyo. Hapana, sio kama sitapata wateja, wateja wapo wa pensi, wa pensi, eh, wapo, unashonaga di pensi, chochote eh, eh, eh, akachokitaka ku... yani ka wewe yeah. Ni wewe tu na hela yako tukikubaliana hela basi mimi haijalishi, sijui ni wewe ni mzee, afu nikushonee nguo ya 2000, ni wewe kama utaona ni kukaa sawa. Unajua sasa hivi mtu akija kushonesha nguo anakuja na sample kwamba mimi natakiwa nishonee hivi kama hii hapa, au kama anakuelekeza, afu wewe mwenyewe unakuwa unajua kwamba anaongelea nguo fulani, si ndio? Sasa ukiniambia hivyo, lazima kushonee unavyotaka, maana huwezi kuniambia kwamba nishonee ya hivi, alafu pembeni weke mpasuo, afu mimi nisiweke mpasuo, afu kwamba utachukua kwenye hela, hauangalii mtu ataonekanaje huko, hauangalii labda akitoka na hiyo nguo watasemaje, japokuwa wewe ni mshonaji, lakini unaangalia tu hela. Hauna muda hata wa kumwambia asiwezi, nikashona hivyo, nikishona hivyo itaonekana vibaya. Unajua, unajua kwenye kumwambia mtu hivyo sio kwamba unampa shiriti au unaamrisha, mm -mm. Ni kama maono tu, unampa nini kama akitaka, mm -hmm. E, kama akitaka unaonaje, tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye kwa, kwa nani mnaweza muona. mm -hmm. Sasa kuna ile ambayo yeye anakuta yeye amengangania pale, wewe lazima uendane na yeye si ndio? Sasa wewe kuongea na kutaka kuongea ni mpaka yeye akubali hicho kitu kwamba amelizika. Asipolizika unamshona anavyotaka. Yeah, okay, poa tuochene nayo kuna swala ulisema hapa la gospel, na gospel ni kazi ambayo ulisema labda wewe unaifanya kwa bure au jali kulipwa wala nini, lakini hicho mimi nilikwambia kwamba unatudanganya. Mpaka sasa hivi ulituambia kwamba kuna kazi ambazo ziko YouTube na kule YouTube unakuwa unaweka kwa sababu ya kuhifadhi, ili siku moja YouTube ije ikulipe. Tutaka tutamani tujue kwamba una management au vipi? Uh, management mimi sina eh, sina mimi hapa ndo menejimenti yenyewe. Okay, so ni kusii tu mtazamaji wa Master TV, ulikuwa na brada wangu alivyojitambulisha na kizani mlijua. So kama alivyokuambia baba, bibi au babu, unatufuatilia, ukiniona mimi nimevaa gauni ambayo labda haikupendezi, elewa kwamba ni staili, ya watoto wa elfu mbili kama sisi hivi. Nilikusii toka hawali, nikasema uambatane nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Najua kipindi hiki kilikuelimisha mengi ambayo labda ulikuwa uyajui kuhusu maproduza, ulikuwa uyajui kuhusu kwa nini tunavaa hivyo, lakini najua kwa sasa hivi umeshajua. Nilikusii nikasema kwamba uambatane nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki na nikakwambia kwamba ili kuwa wa kwanza kupata mambo ya Mastaz TV itakubidi usubscribe, like, kushea na kucomment mambo yetu. Bye bye.